Yeah. Yeah. Naumia sana yaani, ukipita mitaani watu wanalia, ni taabu aa, wa Tanzania tutaki, sisi tunapenda amani, tunataka tuishi kwa amani nchi yetu, kwani tuanze hivi? yeah. Ndio maana no, unaona mpaka sasa hivi watu yeah. wametulia kwa yeah. sababu yeah. gani, watu wanaogopa a, mabasi atujaushsiiatukali maduka yote tumefun atuei kutokamwenyee najuawanachokapa vingunguti hivi nani anazaa wanaingia na kuondoka na wanapasua maduka, wanafanya nini? Wanaiba, wanaondoka. Tumekaa pale basi. Lakini siku ya leo Watanzania wameonyesha mshikamano, umoja lakini wameonyesha pia namna ambavyo wamekuwa wazalendo kwa nchi yao kwa kuto kuwasikiliza wale wanaofanya kampeni ya kutaka watanzania wafanye maandamano yasiyokuwa na ukomo. Na kusema kweli, sifa na, na, na, na, na, na, na heshima yote iende kwa Watanzania wote. e, jeshi letu la polisi kazi yake kwa kweli inakuwa rahisi pale ambapo wananchi wako wenyewe tayari kujilinda Nimesema jukumu la jeshi la polisi ni kuhakikisha inawalinda wananchi e, wao na mali zao, lakini bila wananchi wao kuanza kuzilinda mali zao na kujilinda wenyewe e, usalama utakuwa mdogo. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wananchi wa Tanzania. Tuendelee kuipenda nchi yetu na tuendelee kuthamini mafanikio yetu haya, na kama kuna changamoto basi tuendelee kuzijadili na kuzizungumza kuliko kufanya yale ambayo yalitokea siku za nyuma. Yale yamepita, Yashapita. Sasa tugange yanayokuja. Kwanza, ulinzi na usalama ni jukumu la, la, la vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ikiwemo ee, jeshi la polisi, na ulinzi uko siku zote kuliko siku zote, ila huwa unaongezeka kulingana na mahitaji ya wakati. Katika kipindi hiki toka tarehe za mwanzo wa mwaka huu e, mwisho, mwisho wa mwaka huu tumeimarisha tume ulinzi kwa sababu E, nyakati za mwisho wa mwaka huwa kuna matukio matukio mengi, kwa hiyo hali hii itaendelea e, na wananchi wawe wawe, wawe, wawe wawe huru e, ku, kuendelea ku, ku, ku, ku, kufanya shughuli zao, lakini na, na wakati wa jeshi la polisi na lenyewe litachukua jukumu la kuhakikisha kwamba wanabaki salama na wanasherehekea hizi sikukuu zote mpaka tufike mwaka mpya, tutapita salama tunaamini hmm. yeah. Kwa maana shughuli za wananchi kama kawaida zitaendelea kama kawaida, shughuli zitaendelea kama kawaida. Kesho watu wanakwenda makazini kama kawaida hmm. E, leo ndio tumesherehekea bwana. Leo tuliamua tusherehekee kwa kukaa ndani sasa. E, naendelea na shughuli zangu. Yes, mheshimiwa yeah. Rais eh, anayo mamlaka kwa mujibu wa ibara ya 45 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya eh, mwaka 77 rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana uwezo wa E, mwachia huru mfungwa wa, wa mfungwa yoyote e, au kumpunguzia adhabu au kubadilisha aina ya adhabu. E, hayo ni mamlaka ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na huwa mara nyingi wanafanya hivyo wakati wa sherehe za kusherehekea uhuru wa nchi yetu na kama ilivyo e, miaka ya nyuma, basi kwa mwaka huu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa msamaha kwa wafungwa elfu moja na thelathini na sita kati ya hao ishirini na mbili ni wale wameachiwa leo hii tunavyozungumza, eh, na hawa elfu eh, moja na kumi na mbili hawa wamepunguziwa adhabu, kwa hiyo watakuwa wanaendelea kuachiwa kadri siku zinavyokwenda kwa hesabu iliyotumika katika kuwapunguzia adhabu hizo, lakini moja kati ya masharti makubwa huwa ni kwamba hawapaswi katika muda huu wa matizamio kufanya kosa lolote.